Maelezo kuhusiana na kitabu hichi mtayapata kupitia mabingwa watakaopata nafasi ya kuja kuzungumza. Naomba kwa heshima na taadhima nimkaribishe Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi aweze kutoa maneno ya utangulizi makofi mengi saka kwa Profesa pamoja na kupata nafasi ya kutoa maelezo hayo, lakini yeye ni Waziri wa Habari, Sanaa, utamaduni na michezo. Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, naomba ni asili na kujinasabisha na mtiririko wa itifaki ya wote waliopo hapa kama ilivyowekwa na mfawidhi wa tukio hili au kama ilivyozoeleka mshereheshaji wa hafla hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu rahimu kwa ruzuku ya uhai na kutujalia afya ya kushiriki katika hafla hii ya uzinduzi wa kitabu, mara baada ya tukio muhimu la utoaji wa nishani kwa watu mashuhuri wana Tanzania walioitumikia nchi hii uadilifu, uaminifu na kujitoa kikamilifu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa kutenga muda wako na kupanga kitabu hiki cha simulizi na picha kumhusu Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ukizindue leo siku ya Muungano. Muungano ambao chini ya uongozi wako umezidi kuimarika na kushamiri. Hakika, siku ya leo ndio ile kama inavyosema Zaburi ya 128 aya ya kwanza, ndio aliyoifanya Bwana. Kitabu hiki cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye ni mmoja wa waasisi wa Muungano, kimefana kwa sababu umekipa heshima ya kukizindua siku hii ya Muungano sanjari na uzinduzi wa kitabu kinachomhusu mmoja wa waasisi wa, wa Muungano wa Taifa letu, yaani Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kiitwacho Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Photographic Journey. Mheshimiwa Rais, viongozi na wageni waalikwa, kitabu hiki sio tu mkusanyiko wa picha bali ni alama ya heshima kwa Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kikienzi jitihada zake na za wenzake akina Sheh Abid Amani Karume, Rashidi Mfaume Kawawa na Sheh Thabit Kombo Jecha, katika maono yao ya kujenga taifa moja lenye umoja, amani na mshikamano, lenye kujali utu na heshima ya binadamu, usawa kwa watu wote na linalohimiza maendeleo na ustawi wa wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, wazo la kuandika na kuchapisha kitabu hiki lilianza mwaka elfu mbili na kumi na nne baada ya kubaini kuwa hatuna aina hii ya kitabu cha mezani, yani coffee table book, ambacho kinasimulia kupitia picha maisha na mchango wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa taifa letu, bara la Afrika na ulimwengu. Pengo hilo ndilo lililotusukuma kuamua kuliziba kwa kuandaa kitabu hiki ili kuzifanya picha hizo, picha hizo kueleweka, zimeendana na simulizi fupi zinazozipa pumzi na uhai ili kumfanya msomaji kuzielewa na kukifanya kitabu hiki kuwa na mvuto wa kipekee. Kitabu hiki hakielezei maisha na mchango wa Mwalimu Nyerere tu bali kinaelezea historia na mapito ya nchi yetu. Lengo la kitabu hiki pia ni kuhifadhi kumbukumbu kwa vizazi vijavyo, ili navyo viweze kumwona kwa picha na kumfahamu kwa simulizi zilizosheheni katika kitabu hiki na kuwa sehemu ya urithi hiba na hidayah ya taifa letu, yaani Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mheshimiwa Rais, Wazo hili lililetwa kwangu kwa, kwa mara ya kwanza mwaka elfu moja mia tisa kumi na nne na ndugu yangu Jafed Jafag ambaye naye tulikutana dukani kwa baba yake Mzee Jafeg mtaa wa Kizenga Stone Town ambaye sasa tumejuana kwa miaka mingi na kushirikiana katika uandishi wa aina hii ya vitabu vya mezani, yaani coffee table books. Katika mazungumzo yetu hayo ndipo tulipoanza maandalizi ya kitabu hiki na tukishirikiana na wafuatao katika kuandika rasimu ya kwanza ya mswada wa kitabu miaka kumi iliyopita, wote tukiwa pamoja chuo kikuu cha Dar es Salaam, yaani Dr John Jingu ambaye sasa ni katibu mkuu katika serikali yako, Profesa Alexander Makulilo na Dr Richard Sambaiga. Mheshimiwa Rais, baada ya hapo ilifuata kazi ya kutafuta na kukusanya picha za viwango vya ubora wa hali ya juu, yani high resolution photographs kutoka maktaba, makavazi na taasisi mbalimbali na watu binafsi duniani, ikiwa ni pamoja na kampuni ya magazeti ya serikali TSN inayochapisha magazeti ya Daily News, Sunday News na Habari Leo. Baada ya kukamilisha rasimu ya kwanza, ilichukua muda mrefu sana kuendelea na uandishi wa kitabu Mheshimiwa Rais. Msukumo mpya wa kukamilisha uandishi wa kitabu hiki ulitoka kwako wewe Mheshimiwa Rais. Hii ilikuwa Aprili mwaka 2024, yani mwaka jana, ulipozindua hapa Ikulu Chamwino kitabu cha simulizi cha picha cha miaka 60 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiitwacho Photographic Journey, 60 Years of the United Republic of Tanzania. The Union of Tanganyika in Zanzibar 1964 to 2004, ambacho kilihusisha toleo lililotolewa wakati wa kuadhimisha miaka ya hams, miaka hamsini ya muungano mwaka 2014, mimi nikiwa mmoja wa waandishi wa kitabu hicho. Baada ya uzinduo uzinduzi wa kitabu hiki cha miaka 60, jioni hiyo tulikutana Mheshimiwa Balozi Mahmud Thabit Kombo Javed Jafej na mimi na kuunda jopo la kukamilisha kazi hii. Napenda kuwatambua na kuwatambulisha kwako wafuatao, na naomba kwa ruhusa yako ikiwezekana wasimame na kama inaruhusiwa wajongee mbele. Kwanza napenda kumtambua kwako mchapishaji na mhariri picha ndugu Jafed Jafed. Pia yeah, napenda kumtambua mpiga picha maarufu Tanzania wakati wa uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere eh, ambaye eh, sasa anaishi Uingereza eh, ndugu yetu Adash Naya Jombe la Adash, tafadhali Mheshimiwa Rais, nyingi ya picha ambazo zimetumika katika kitabu hiki zinatoka katika makavazi yake. Na wakati tunatafuta picha hizi, Mheshimiwa Rais, tulikuwa tulijua kumbe picha ni biashara kubwa. Iko picha moja ambayo tulilazimika kuinunua kwa dola mia tano ili kuipata katika ubora unaotakiwa. Lakini nichukue nafasi hii kuyashukuru sana makavazi ya Vatican Roma kwa kutupa picha bure ya Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipotembelea Vatican wakati wa Baba Mtakatifu Paulo wa sita, lakini pia kutuletea picha ya Father Richard Walsh ambaye alikuwa mshauri muhisani wa Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini tumejua kumbe picha zina bei kubwa, na tunamshukuru Ada Shinaya kutupa picha zote hizo bure. Mwingine ambaye naomba kumtambulisha kwako ni Bi Priscilla Fernandez, Priscilla Fernandez Bi Prifila Fernandez ndio msanifu mhariri wa kitabu hiki, yani graphic designer kutoka kampuni ya Print Plus ya Zanzibar. Pamoja na hao ni waandishi wa simulizi za kitabu hiki, yani Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, Balozi Mahamud Thabit Kombo na mtoto wetu na kijana wetu Kumeil Jafec na rafiki yangu wa miaka mingi katika enzi zetu za uandishi wa habari ndugu yangu Ali Sultan. Ali Sultan amefanya kazi kubwa ya kwasisha, kusahihisha prufu ya kitabu katika jopo hili. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee nimtambulishe kijana mtanzania na mzalendo Kumaili Jafe ambaye amefanya kazi kubwa katika kufanikisha kitabu hiki na wakati huo yeye mwenyewe akiwa na mitihani yake alipokuwa mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha London, na sasa ni mwanafunzi wa shahada ya uzamili katika Chuo Kikuu cha Cambridge nchini Uingereza. Yeye tulimpa jukumu la kupitia kitabu chote na kukiweka katika lugha ya Kiingereza ambayo hata Waingereza wakisoma hawataona dosari wala waa, Mheshimiwa Rais. Kitabu hiki chote tukimeandika kila mmoja akiwa katika mabara na miji tofauti kama vile Dar es Salaam, Dodoma, Kilosa, Zanzibar. Lakini pia wakati huo mwenzetu Mahmud Thabit Kombo akiwa Rome. Na wakati mmoja Mheshimiwa Rais tulijikuta tuko katika miji mbalimbali. Mimi nikiwa Beijing, China, Thabit Kombo, Mahmud Thabit Kombo akiwa New York na ndugu yetu Jafed akiwa Dubai, na aliyepata kazi kubwa ya kutuunganisha wote kila tulipompelekea kazi hizo alikuwa Bi Priscilla Fernandez, na kwa sababu ya tofauti ya wakati, ninaamini hakupata muda wa kulala, na yeye alisanifu kurasa husika na kila alipotoa joleo jipe la rasimu, mara moja alitutumia na wakati mwingine mara nne kwa siku. Mheshimiwa Rais, tunapenda kuwashukuru wafuatao kwa mchango wao wa maoni na ushauri katika hatua mbalimbali za maandalizi, uchambuzi wa picha na uandishi wa simulizi za kitabu hiki. Mchango wao umetufanya tutoe simulizi na ufafanuzi wa picha kwa kutumia vionjo na uhalisia wa matukio katika muktadha wa wakati zilipopigwa picha hizo. Hao ni pamoja na familia ya Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yaani Mama Maria Nyerere, Madaraka Nyerere na Ana Nyerere. Lakini pia tulipata bahati ya pekee ya kumwonyesha mswada huu hayati mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, na yeye alikifurahia sana kitabu hiki kwa tabasamu lisilo la kawaida akasema, endeleeni na kazi hii. Shukuru pia uongozi wa Mwalimu Nyerere Foundation ambao pia tulikutana nao na kuongea nao na kutusaidia kuchambua picha. Nao ni mzee Salim Ahmed Salim, mzee Joseph Warioba Butiku na mzee Galus Abeid na mzee Joseph Sinde Warioba. Wengine Mheshimiwa Rais, waliotusaidia ni balozi Mbelwa Kairuki ambaye sasa ni balozi wa Tanzania nchini Uingereza na hayati Cynthia Stasi pamoja na wengine ambao sitawataja majina yao kwa sababu orodha ni ndefu. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee tunapenda kumshukuru kwa dhati balozi FRV CPA Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, ambaye pamoja na kusimamia hatua za uchapaji wa kitabu hiki. Da. Balozi FRV CPA Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, FRV maana yake ni full registered valuer ambaye alisoma kwa umakini wa hali ya juu simulizi zote na maelezo ya picha yani caption, na kusahihisha upungufu wa kila kurasa ambayo masahisho yake yamefanya kitabu kiwe na ubora mtakaoona mtakaposoma kitabu hiki. Mheshimiwa Rais, aidha, katika kutekeleza maagizo yako siku ya uzinduzi wa kitabu cha miaka 60 ya Muungano, tumekamilisha rasimu ya kwanza ya tafsiri ya Kiswahili ya kitabu cha Photographic Journey 60 years of the United Republic of Tanzania the Union of Tanganyika and Zanzibar, 1964 2024. Na sasa tunafanya mapitio ya uhariri, nacho kitatoka muda si mrefu. Mheshimiwa Rais, kuzima koleo sio mwisho wa uhunzi. Kwa mnasaba huo napenda kukuarifu kwamba tumeanza maandalizi ya vitabu vingine vya aina hii vikiwemo vifuatavyo: Sheikh Abeid Amani Karume Photographic Jane. Tanzania and the Liberation of Africa Photographic Jane. Na kingine Our Tanzania a gift to the world. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa maeneo ya hifadhi na vivutio vya kipekee vya utalii vya kipekee duniani ambavyo chuko Tanzania, tuna mpango kama tukipita, tukipata idhini ya serikali kuandaa kitabu cha simulizi juu ya Ngorongoro ngoro of the Ngorongoro ambayo ni karidera kubwa kuliko zote duniani kwa kupiga picha za ardhini na picha za angani. Mheshimiwa Rais, ni matarajio yetu kitabu hiki unachokizindua leo kitakuwa msaada mkubwa kwa kizazi cha sasa na kizazi, cha, na, na, na, na kizazi kijacho na hasa vijana katika kumfahamu Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mchango wake azizi katika kujenga taifa la Tanzania na mchango wa marais waliomfuata katika kukuza na kuliendeleza taifa la Tanzania, ikiwa ni pamoja na wewe Mheshimiwa Rais, ambaye Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kitabu chake alichokiandika mwaka 1944 mia, yani miaka 81 iliyopita akiwa na umri wa miaka ishirini na mbili na akiwa mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Makerere, kiitwacho uhuru wa mwanamke ambacho pia kimetafsiriwa katika Kiingereza kama Women's Freedom, women are eagles not chicken. Mwalimu anatamaisha mengi kuhusu wanawake na pia wewe. Katika ukurasa wa 30 wa kitabu hicho, mwalimu anabainisha kuwa nanamnukuu, naomba ni mnukuu mwalimu miaka 81 iliyopita akiwa kijana wa miaka 22, anasema hivi, wanawake wanaweza kuwa watawala, madaktari, walimu, waandishi, wanasheria au mafundi, na watu wakubwa katika jambo lolote linalohitaji akili. Mwisho wa kunukuu. Lakini Mwalimu Nyerere katika kitabu hicho cha ukurasa wa 35 anaandika na nukuu lakini kila palipo na hadithi ya wanawake waliopewa waliopewa uhuru tunakutana na wanawake waliofanya matendo makubwa sawa sawa na wanaume na pengine hata kupita wanaume. Mwisho wa kunukuu. Aidha, katika ukurasa wa 34 wa kitabu cha uhuru wa wanawake Mwalimu Nyerere anasisitiza kuwa na nanukuu, katika mambo yanayotegemea akili hakuna tofauti inayojulikana kuwepo kati ya wanawake na wanaume. mwanamke kama malikia Victoria wa Uingereza aliweza kutawala vizuri na kwa akili sawa na mwanaume mwingine yoyote. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Rais, mama wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere angekuwa anaandika kitabu hicho cha uhuru wa mwanamke wakati huu, Hakika angekutaja Samia Suluhu Hassan kuwa miongoni mwa wanawake mahiri na waliofanya mambo makubwa kwa maendeleo ya taifa hili na ustawi wa wananchi na katika kukuza utu na amani duniani. Kwa mnasaba huo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuona wewe, Samia Suluhu Hassan, na kutabiri miaka 81 iliyopita kuwa utakuwa rais wa kwanza mwanamke wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kurasa wa 325 hadi 327 wa kitabu hiki tumeutanabahisha, tume, tume muungano wa, mba, ma, wa maono ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wewe Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan katika sura yenye kichwa President Samia Suluhu Hassan's continuation of Nyerere's vision, hakika umeyaishi maono ya mwalimu na umeyapeleka juu zaidi. Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako, Tanzania iko katika mikono thabiti na salama na itazidi kupiga hatua kubwa za maendeleo na kutoa mchango wake katika kujenga dunia inayothamini utu na heshima ya binadamu na kukuza amani mambo ambayo Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasisitiza na wewe Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan umeyashamirisha katika falsafa yako ya 4R, yani maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya. Mheshimiwa Rais, umethibitisha pasipo shaka, kama alivyoandika Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika hitimisho la kitabu chake cha Uhuru wa wanawake kuwa women are eagles and not chicken, yaani wanawake ni aina ya ndege tai na sio kuku. Mheshimiwa Rais, naomba kuhitimisha kwa kusema tena tunakushukuru kwa kukipa kitabu hiki cha Baba wa Taifa heshima kubwa, lakini tunakushukuru zaidi kwa heshima kubwa uliyotupa, msaada wa hali na mali ambayo imekamilisha safari ya miaka kumi. Kitabu hiki Mheshimiwa Rais ni chako na sasa tunakikabidhi kwako ili wewe ukizindue.